Mimi nimekuja kujifunza kwenu nana mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliyenitoa masafa marefu nikaja kuungana ninyi katika jambo adhimu namna hii, na ukutana na watu wenye sharafu kubwa, na tumesikia nasaha nzuri nzuri. Mwenye macho haambii tazama. Sheikh wetu Sharif ameongelea kweli kweli, alhamdulillah, nimefaidika kiasi kikubwa mno. Sisi kule bara ya magharibi mwa nchi tunajua Tanga ndio kibla cha ilmu kwa Tanzania, alafu inafuata Kondoa. Wazee wenye umri kama huu wanatoa mambo makubwa makubwa na, na mazuri mazuri, mazuri, jambo la kujivunia sana. Na na na hao vijana wetu wenyewe wa kisasa hawawezi kuwafikia wazee hawa. Inshallah, Mungu awape umri mrefu wenye matendo yaliyo mazuri. Kwa niaba ya mashirika zangu dofuta hao tumefurahishwa mno na hafla yenyewe ya na aina yake, na, na hasa tumshukuru ndugu yetu Arif. Ni jambo ambayo limetahaulika, tujifunze kutoka hapa, tukienda kwenye mikoa yetu atulianzishe jambo hili, jambo kubwa la kuwakumbuka ndugu zetu walioko akhera, ni jambo la na kuiombea nchi, kazi yetu wala sio kazi wa ya watu wengine wa ni kazi yetu, dua mukhul ibada, dua na ubongo wa ibada tumefundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi al wasallam. Tumefurahi wa kwa kweli kweli kweli kwa hafla hii. Tumejifunza kwenu, mimi binafsi nimejifunza. Wanakuja napita, sikujua kama kuna mambo mazuri kama haya ana mambo mazuri kweli kweli, na insha allahu taala, kwa mweleko huu nchi yetu itakuwa na amani mutmaina, amtulia na uchaguzi utapita utakuwa salama, na Allah subhanahu atuepushe na shari za viumbe vyake, shari ambazo tunaziona zina tuzoni. Tunaamini kwa nchi yetu ya Tanzania tutavuka salama, tuseme amin.

Mpaka uombe vibali na waweza kuzimiliwa mahali hapo kujenga msikiti. Hakuna hivi vitu kwenu, kwa ni hakuna, lakini kule kwetu tulipo ni mahala kwa mashehe msikiti Dar es Salaam, wala msikae huku, njoni ni kule kwetu muone tunafanya kazi ya dini, bishika kwa taabu kwa kutangaza la ilaha illa Allah. Njoni ni wanaambia pale dini

ni mazingira mazito mazi mazi mazi mazi mazi karen, sana tukanayo, lakini tunavuka pole pole pole, na tuombeni dua ili Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze. Tunuazeka haya machache tusipoteze muda. Nimefurahishwa sana na jambo letu hili, ili jambo la kwetu hili, naona hakuna mtu mwingine vijana wa kisasa hawadhani kukuona, lakini haya ndio maisha, mazingira ya wazee wetu. Sisi wenyewe wenye miaka ya sitini na tunajua tulikotoka, wazee wetu walikuwa wanatembea na Qur'ani. hawatoki nyumbani mpaka wasome sura ya Yasin, wanamtaja Mungu wao kweli kweli, ala bidhikrillahi qulub, wanamtaja Mungu wao